Tarehe 16 Mei tunafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Ulbado askofu wa Gubio mwaka elfu moja mia moja na sitini. Ulbado alizaliwa katika ukoo bora huko Gubio karibu na Asizi, Italia. Wazazi wake walikufa yeye akingali mdogo. Kwa hiyo alielimishwa na mjomba wake aliyekuwa askofu wa Gubio. Kisha mafunzo alipewa upadre akawa dekani wa parokia. Alikuwa na kazi kubwa ya kuleta mabadiliko katika maisha ya mapade wakaye pamoja kama jamii kwa hali moja. Mabadiliko hayo yalifanyika wakati wa mtakatifu Fransisko wa Asizi alipopitia huko Gobio. Miaka kadhaa baada ya mabadiliko yaliyoletwa na Padre Obado, nyumba ya mapade yalichomwa moto. Wakati ule Ubado aliona ilikuwa vema aishi maisha ya upweke. Alikwenda kwa padre mmoja akamweleza nia yake. Padre huyu alimshauri arejee Gubio aendeleze kazi aliyoianza. Ubado alifanya hivyo na alifanikiwa mara dufu. Mwaka wa elfu moja mia mbili ishirini na nane papa alimchagua Ubado awe askofu wa Wagubio. Alifanya kazi ya askofu vema kabisa zaidi ya miaka thelathini. Kama vile Mtakatifu Fransisko wa Asizi, alikuwa mpole, mwema na mjasiri, na pia alikuwa na uvumilivu mwingi. Mara nyingi alitoa msamaha kwa wote waliomkosea. Aliwatetea watu wake hadharani. Kaisari Federiko Barbarosa katika vita vyake huko Italia aliuvamia mji wa Spoleto na kisha alitishia kuivamia Gubio, lakini askofu Ubado alimwendea na alifaulu kugeuza nia yake. Miaka miwili ya maisha yake, Ubado aliteseka kwa magonjwa makali. Alivumilia yote hayo kwa ujasiri. Alikufa tarehe kumi na sita Mei mwaka wa elfu moja mia moja na sitini. Miujiza mingi ilitendeka kwenye kaburi lake. Aliwekwa katika orodha wa takatifu mwaka wa elfu moja mia moja tisini na mbili. Basi ndugu msikilizaji, hiyo ndio historia ya Mtakatifu Ubado, askofu wa Gubbio.